Kama unavyofahamu ni kwamba siku ya jana tulileta update tokea siku ya juzi, actually tulileta update kuhusiana na kile ambacho kimetokea huko Dodoma kumhusu MC Pilipili, mmoja kati ya misiba ambayo kiukweli unaweza kusema dhahiri shahiri kwamba imegusa yani, ni msiba ambao umegusa watu wengi sana, hususan ma celebrity wenzie ambao pia wapo katika tasnia ya uigizaji comedy na MC. Wote wamejitokeza kwa ajili ya kuzungumzia swala hilo na kuelekeza au kuonyesha jinsi gani ambazo vyo msiba huo wa MC Pilipili jinsi ambavyo ulivyogusa hisia zao. So leo bwana, niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na baadhi ya macelebrity ambao wamekizungumza kupitia mitandao ya kijamii ikiwa leo kama siku ya tarehe 19 eh, ni siku ambayo mwili wa MC Pilipili umeagwa huko Dodoma. Yeah, so kiukweli ni siku ambayo imekuwa na majonzi mengi sana, imeonyesha jinsi gani ambavyo watu wengi sana wameguswa na msiba huo. Kama nilivyosema hapo awali kwamba ma celebrity wenzie pia vilevile wamejitokeza na kuzungumza mawili matatu kuonyesha jinsi gani ambavyo msiba huo wa MC Pilipili ulivyogusa. Na hapa moja kwa moja nataka nikupe update kuhusiana na kile ambacho kimetokea huko Dodoma. Kwa mfano hapa kuna page imekuja imeandika kwamba majonzi na huzuni wakati wa kuaga mwili wa MC Pilipili, alafu hapa chini wakaelezea kwamba bwana, huzuni, vilio na majonzi wakati wa wananchi wakiwa wamejitokeza katika msiba wa MC Pilipili kwa ajili ya kuaga mwili wa marehemu MC Pilipili nyumbani kwao hapa Dodoma, swaswa swa, eh? Lakini pia vilevile vile, ni kwamba katika harakati hizo pia ameonekana mke wa MC Pilipili naye pia akiwa anaingia e, katika ibada ya kuaga mwili wa marehemu MC Pilipili hapa. Kuna page imekuja imeripoti wakiwa ameandika kwamba mke wa marehemu MC Pilipili akiingia ndani ya ibada kumwombea marehemu nyumbani kwao swaswa jijini Dodoma, e, kumalizia Eh, shughuli hiyo jioni hii, lakini pia vilevile vile, eh, wadau wengine ma MC wengine kama vile MC maarufu kabisa hapa Tanzania anayekwenda kwa jina la MC Garbi, bwana Garbi eh, naye na pia amezungumza, maana naye pia ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanafahamiana vizuri sana na MC Pilipili na, ee na pia amehudhuria mm? naye pia MC Garbi amehudhuria katika shughuli hiyo ya kuaga mwili wa MC Pilipili huko Dodoma na MC Gharabi bwana, kuna vitu vingi sana ambavyo yeye amevizungumza jinsi gani ambavyo ameumizwa na msiba wa MC Pilipili. Kwanza kabisa tunakumbuka kabla hata hajafanya interview baada ya kufika kule Dodoma katika mazishi aliweka kupitia ukurasa wake wa Instagram, aliandika kwamba bwana, so ni kweli wamekupiga wakakuua bro, why? Mbona hunaga shida na mtu Alafu pia hata peji mbalimbali mbali nazo pia zilikuwa zimeripoti kuhusiana hiyo habari. Baada ya kuonekana MC Gharbii, naye pia ameonyesha jinsi gani ambavyo ameshangazwa kwanza na kifo cha MC Pilipili, pili kusikia kwamba aliuawa eh, kwa kupigwa na mpaka akauliza kwamba bwana, mbona huyu jamaa uaga anaga shida na mtu, imekuwaje wakampiga mpaka kumtoa uhai. lakini pia vilevile vile, katika mazishi ya MC Pilipili, MC Garabi amehudhuria na amefanyiwa interview, yani mahojiano na waandishi wa habari, ambapo moja kwa moja MC Garabi bwana ameelezea kwamba kiukweli nimeumia sana. Maana ameelezea kwamba swala la, e, swala la kupokea taarifa za msiba ni swala moja, lakini kusikia jinsi ambavyo marehemu amepoteza uhai kwa kupigwa, hilo ni swala jingine. Hapo bwana, ni kwamba MC Garabi bwana, alikuwa anagusia kuelezea kwamba suala la kusikia kwamba MC Pilipili yeye ameuawa kwa kupigwa ni kitu ambacho kiukweli kimemshangaza na kimemuumiza kupitiliza. Kwa kifupi ni kwamba kwa jinsi ambavyo yeye MC Garabia anavyomfahamu MC Pilipili, ameelezea kwamba hata jinsi ambavyo wakati anapigwa, bila shaka alikuwa akishangaa kuona kwamba imekuwaje, na kuna hapa, kuna jambo pao amelizungumza MC eh, Garabia akiwa anadai kwamba anadhani hata kipindi ambacho anapigwa alikuwa akicheka na kuomba radhi. And then wakati anaelezea hivyo akiwa anamaanisha kwamba MC Pilipili bwana anafahamika kwa jinsi ambavyo alivyokuwa mcheshi, mpole na ni mtu ambaye alikuwa anaonekana na furaha muda wote, wala alikuwa hana ubaya na mtu yeyote eh, lakini bado wakati anazungumzia hilo MC Grabi akashindwa kuendelea kutokana na machungu ambayo yuko nayo, akaanza kulia. Ya so hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vilevile vile hapa kuna wadau wengine nao pia wamejitokeza. Kwa mfano Mwijaku kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti, akaniambia bwana, kifo chako kimeniuma sana, hasa baada ya kusikia kwamba umepitia maumivu. Mungu atalipa hapa hapa duniani. Pumzika kwa amani MC. and then hapa chini ni kwamba Mwijaku akamalizia kwa kuandika kwamba tuombeane, mwisho mwema. Lakini pia vilevile msanii mwingine huyu hapa wa filamu Jacqueline Wolper ameandika hapa kuna page, imekuja imeripoti kuhusiana na ujumbe wake. Okay, ameandika kwamba mwigizaji na mfanyabiashara Jacqueline Wolper ametoa ujumbe uliogusa watu wengi baada ya kifo cha MC Pilipili kilichotangazwa siku ya jana. Kupitia kurasa wake wa Instagram, Wolper ameeleza maumivu yake juu ya namna jamii e, inavyowathamini zaidi watu baada ya kifo chao badala ya kuwa nao karibu wakati wa uhai na wakati kupitia changamoto, Wolper amesema kwamba binadamu tumekuwa na tabia ya kumwaga sifa picha na video nyingi za marehemu pindi tu anapofariki, huku wengi wakiwa wana, wakiwa hawakuwahi hata kumjulia hali kipindi, kipindi cha kipindi cha uhai wake. Mtu akiwa mgonjwa au anakaribia na matati, au anakabiliwa na matatizo hakuna anayejitokeza kumuuliza kama yuko sawa. Ameongeza pia vile vilevile kwa ameongeza kuwa kuna ndugu marafiki na au wasanii ambao kwa muda mrefu sana watu walijua kabisa hawakuwa kwenye hali nzuri, lakini, ee, bado, ee, lakini bado hakukuwa na juhudi za kuwa karibu nao, ee, kwa hali na mali. Akaendelea kusema kwamba tusubiri mtu afe ndi, tunasubiri mtu afe ndio tuanze kushusha hizo RIP ee, kama mvua mitandaoni. Ameandika hivyo, Walpa lakini unaambiwa kwamba bwana, kwa ujumbe wake ametoa wito kwa jamii kuacha unafiki e, na kujenga tabia ya kuangaliana au e, kuhurumiana na kusaidiana wakati watu wakiwa hai, si tu baada ya msiba kutokea. Akamalizia wolpa, akiwa anamwombea MC Pilipili apumzike kwa amani akisema kwamba pumzika salama, kaka, mbele yako nyuma yetu, e, raha ya milele umpe e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie Ujumbe huu bwana umeonekana kugusa wengi uku uh, ukitoa funzo kuhusiana na upendo, ukaribu na kuthamini watu wetu kabla hawajatuacha. Naam.